Mimi sitakuwa chanzo sitakuwa chanzo cha kusababisha vurugu katika nchi hii, nitakuwa chemichemi za baraka. Nitawabariki polisi wote, nitambariki rais wa nchi wakati wote, nitambariki mkuu wa jeshi la polisi, nitawabariki wakuu wa majeshi yote, nitawabariki watu wa usalama wa taifa. Aliye na nia ambayo, na mimi ataanguka mwenyewe. Mimi nasonga mbele, na hii ni saa ya ufufuo na uzima duniani. Nasema ni saa ya ufufuo na uzima duniani. Haleluya! Haleluya! Haleluya! reka oshataa yando koshaapa. Nashukuru sana hata maaskofu wa kanisa Katoliki wametumimitumia message za kunipongeza. Haya yameruhusiwa na Bwana ili mjue Mungu anaweza kujitegemea, mahala ambapo mchungaji Gwajima hawezi kuokolewa na mtu, hawezi kuokolewa na maaskofu wenzake. Mungu anaweza kumwokoa. Baba Mungu, nitie nguvu mara hii tu nilipe kisasi juu ya mashetani na pepo wenye nia ya kuniangamiza. Bwana Yesu, sikumwibia mtu, sikutenda dhambi. Nitiye nguvu. Kumbuke mfalme Dalio, kumbuke mfalme Betshaza aliwach akawaweka ndani ya moto moto ukakataa kuangamiza watu wa bwana nataka nikutangazie leo moto ulioniweka ndani yake hautaniangamiza kwa jina la bwana majeshi moto ulioliwekea kanisa ufufuo na uzima hautaliangamiza kwa jina la yesu haya yameruhusiwa na bwana ili mjue mungu anaweza kujitegemea mahala ambapo mchungaji gwajima hawezi kuokolewa na mtu hawezi kuokolewa na maaskofu wenzake mungu anaweza kumwokoa kumbukeni vizuri sana Shadrach Meshach na Abednego wakaingia ndani ya moto, moto ukakataa kuangamiza, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja nao. Ndivyo walivyofanya wale ambao hatuwajui, wakaingiza kanisa la ufufuo na uzima ndani ya moto, ili kwamba moto uliangamize kanisa la ufufuo na uzima. Moto umekataa kuliangamiza kanisa la ufufuo na uzima. Tunatoka ndani ya moto ule, hatuna harufu ya moto. Watu wametoka mwisho wa nchi, watu wametoka Japani na wengine wanatoka nchi mbalimbali. Nashukuru sana, hata maaskofu wa kanisa Katoliki wametumitumia message za kunipongeza na maaskofu wote wameniambia, Gwajima, endelea kusimama na mimi nitaendelea kusimama mpaka mwisho. Wakumbuke watu waliojaribu kulitesa kanisa lakoshakapa lando koshika. Naomba maji ya kunywa, naomba maji ya kunywa. Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Ah, ah, ah. Roho wa Bwana yu juu yangu. Bwana ametia mafuta. Ni wahubiri maskini habari njema. Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Naomba unisikilize. Naomba nisikilize, na hakuna aliyeshindana kanisa na akashinda. Hakuna aliyeshinda na kanisa. Sikilize vizuri, alikuwepo Farao, mfalme wa Misri, akafanya vita na kanisa, akaanguka vibaya sana. Maelfu yote ya ufufuo na uzima, ninawaamuru Simame pamoja nami, anzeni kumwomba Bwana pamoja nami, kataeni mauti iliyopangwa, kataeni kifo kilichopangwa. yandalala kapashapa. Watu waanze kuomba, naomba kila mtu aanze kuomba, nisaidie. Mwenye uwezo wa kumlilia Bwana umlilie Bwana. yatakashakapa biramasakapa yandolola kapashapa riala la bababasata iratatata shapa yandololokoshapa biria mama mama, mama.